Bwana tuweka fosti Maabad ndani ya Tanga moja, twende tukamsikia Maabad, kwa sababu ana goli nne, alafu mtu mmoja ambaye sasa hivi yuko fiti sana, mzee wa mabawa, yaani kila mpira unakuja lazima ajitanue kidogo hivi. Maabad, mtu mmoja hatari. Mi nishakwambia, mi siongei na mtu ambaye hajui mpira. Ukiniona mi naongea na mtu jua, mtu mpira anajua, au sio? Bwana, njoo umsikilize Maabad anasemaje, kijiwe ndani ya Tanga. Enemino cross ndani uku, Maabad Maulid Maabad, akili za Didier Drogba, ndani ya Sheikh Amri Abeid Kaluta Arusha what a hit so. Amefunga bonge moja la bao. Anawambia mashabiki wa Wagosi wa Kaya nyanyukeni Wagosi Wakaya nyanyukeni, shangalieni, JKT Tanzania wanapigwa bonge moja la bao. Tazama, ilidhibitiwa kwanza kwenye gamba, Drogba mtupu. ndio vile, vile. Ilikuja katika gamba ikadhibitiwa kwanza ikaanguka chini kwa gula kushoto, akaibamiza golikipa, akajitahidi kufuata, imeshindikana. Maabad Maulid anaandika bao la pili kwa mangush amevuka maji kutoka Zanzibar lakini bado yuko kule kule, upo wa pwani ya Afrika Mashariki. Kwa Ali Inzaghi, pitisha mpira, anashindikana cheda, anampitishia tena Salum Gado, ajaribu kumpunguza mtu, ni kona. Abdul Malik Zakaria kitaka lete mali hiyo. Wako na Faisal. Bado. Oh, Chido! Oh, wow, wow, wow, wow. Hassan Ali Chida. Ana mnyenyu Dr. Hussein Mwinyi kwa mara ya pili. Zanzibar Heroes. Wanaimaliza shughuli hii. Aikwa nzo Zanzibar Heroes wanahitaji heshima. Dakika tisini za kishujaa, dakika tisini za maajabu, dakika tisini za furaha ya Zanzibar Heroes. Historia imeandikwa baada ya vikandamia tisini na tano, Zanzibar Heroes kushinda fainali ya mwisho kabisa na ya kwanza katika historia, wanakuja kushinda tena katika uwanja wa Gombani. Lakini nani alijua kwamba tabasamu la mwisho la Rais wa Zanzibar litatokana na mpira huo ambao umepigwa kiufundi na Hassan Ali Cheda, kama walivyofurahi dakika za mwisho dhidi ya Kenya. Kufurahisha Zanzibar Heroes si milioni mia moja pekee. Nilisema walifunga goli dhidi ya Kenya kwa mpira wa kona ambao ulitua na ukafungwa na Ali Inzaghi, lakini hii historically and dramatically ended by the fantastic shot kutoka kwa Hassan Ali Cheda, kona ya Faisal Salum iliyokolewa lakini haikuwa uokozi wa asilimia mia moja. Bundi aliendelea kulia msibani, ilikuwa ni posa iliyotolewa siku ya harusi na mlinda mlango Patrick Mare hakuwa na cha kufanya. Zanzibar Heroes, mabingwa wa kombe la Mapinduzi 2025 isi <coughs> kombe isimame hapo hapo kwa ajili ya picha pamoja na kamati kutakuwa na picha pamoja, uh, na wadhamini wa na baadaye kutakuwa na picha pamoja na wachezaji na wadhamini. Tusubiri Zanzibar Heroes wakikabidhiwa taji lao, kombe lao la Mapinduzi 2025. Imekuwa ni usiku wa kihistoria, usiku wa kukumbukwa. Inakwenda kupigwa picha ya kumbukumbu, picha nyingine ya kumbukumbu ambayo inajumuisha mgeni rasmi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na wachezaji pamoja na viongozi E bwana, niko na mabingwa hapa wa Mapinduzi Cup. Kila mwaka wanalichukua wao tu, na sisi bara kila tukiwagusa wa mabwana wanatufunga tu mm. huyu bwana na magoli haya manne sawa eh? Kwanza ongeleni kwa kuchukua ubingwa eh. Rais alitoa milioni mia peke yake alafu mmechukua milioni mia alafu viposhoposho hivi kama milioni hamsini vinafika. Kwa hiyo jumla mmepata e, milioni mia mbili na hamsini milioni mia mbili na hamsini imeenda wapi? Maanake ile il, il, timu ya taifa taifa kuna la kuna, kuweka sijui niambie ni, kama kawaida kuna swala swa, kuweka ku, akiba swaa nini maake ile hela ni pasu kwa pasu mimegawana. <ecological> <iyi> ha, magari, liwae, po, kwa sababu pesa simepatikana

hukumu ikawa ni kona. Damu imechemka tena. Damu imechemka tena. <gibuja> sote. Wewe ndo chanzo singatokea mechi ya Simba la kosti. Ehe, wewe ndo wa kwanza kimbelembele kukimbilia kwa refa ile mechi kati, mpira umeisha, mlikuwa mnalalamika nini? nyinyi mmatakisasa, swali moja dogo tu. Kwani mtu akiwa katika ndani ya box ndio mpira kama umeisha kumaliza ama meisha atakiwi kumaliza? Sasa ah, aa atumie tu pale, ngoja tumalize movie, kama ilivyokuona kona, atumie busara, sio sheria. Yaani ugomvi wote cost ule mmemvamia refa nini, mnataka atumie Hatana sheria sheria mda mwingine so, unachobisha nini? Yule aache sheria atumie busara, hekma, simya boxi. Yaani mfunge kwanza, mkishafunga mbele ya Boka. Malonga anaweka krosi ndani kutafuta Maabad pila, ambao unagonga mwamba kwenye nafasi tena, ile imekataa Coastal Union, jaribu kupeleka hatari, mwamba umewakatalia, washenya nyuka kwenye benchi wakiamini goma tayari kwenye neti. Gonga heda ile Maabad Maabad Inarejea mpira ina wa pili kwa John Makwata anashindwa kuunganisha, hata hivyo ni faulo. Inachezwa kwa Abubakar Komein ambaye alikwenda kukamata ule mpira kwani shambulizi ambalo Mangoshi wamelitengeneza. Eh, mechi ya Yanga umepiga heda moja ikaenda kula mti sawa? heda inakuwaje? heda si mpira unaurudisha ulipotoka unu, au mnafanyaga vipi? maana ule mpira ulivyokuja hivi kitu kinachopiga, umegonga mwamba hapa wa mwanzo. Yanyinyi mnafanyaga nini? unakumbuka mpira na pia hajafika kwa sababu ndo mwamba tu umesaliti mechi basi, lakini pia ilikuwa enda zake, imefika pasi kwa John Makwata, imepita pasi nzuri sana kwa Semfuko, anawekwa chini bado no nafasi kwa Maabad, Maabad ameificha Komein, amekuwa ogopi kufanya majaribio. Maabad, Maabad vile vilevile ilivyofika akafanya jaribio kina Abubakar Komeini aliweza kuficha huo mpira. Kuna tukio moja kwenye ile mechi, ndugu yangu, toka toka jeshini, unajidai siku hizi <laughs> mwanangu, ulimwekea ulimtoa baka kwenye njia, baka mwanao kabisa, mtanzibari mwenzako kule. Unakumbuka ile tukio? Ilipigwa kama ilipigwa vii fulani hivi, ulivyoichukua kwenye side bila kuangalia mwamba, anakuja ukamwekea hiyo Bakali mpaka kule mwanangu, sasa hivi uko vizuri weka mpira moja ndani sasa, vizuri anacheza kule goalkeeper, inacheza tena nane, kama bao la kwanza kwa upande wa Coastal Union Maabad anauweka hey, mpira ule ndani ya lango na saluti zinapigwa katika uwanja Sheikh Amri Abeid. Bao la mapema mno, dakika ya pili, wanatangulia wagosi wa Coastal Union Maulid, ilipigwa na Miraji Abdallah Hassan akaenda kucheza ile mpira, mlinda mlango kamtoka Allen Ngeleka, katembua mpira ukaenda ndani ya lango lile, kiwa nawambia tulieni tu <laughs> Maabad Maulid akia natanguliza goli la Dodoma Jiji. Ule mshutu uliopiga pale karibu vile, si unaweza kupaisha pale, goli la Dodoma Jiji, kipa lakini kipa sijui katema, mwanangu ulivyotandika Yani, yote yale kufanya mazoezi tu kitu, kwa sababu kila kama ule unakuwa, yani mpira wa juu, lazima upige. Kibao ashangili yetu sahivi, ndo hivi sote, zinakuja zote. <laughs> zinakuja Zanzibar Heroes. <laughs> <laughs> wanajeshwa ngapi? 13. Ah, timu nzima timu nzima kasoro Fesal Ibrahimu ame na yule Mpemba yule mmoja za Jamhuri oh, eh, lakini wanabakia wengine wote mafande. Kwa hiyo mko vizuri <laughs> kwa mfano, we unaambiwa, timu ya Kilimanjaro walikuwa wanakosea wapi? hatakona At mwanangu apapiga Kilimanjaro zote, si timu zetu hizi ndio unahisi nakosea wapi? kwenye nini? kwa leo, kwa leo umecheza na Kilimanjaro wewe eh? Nimecheza hata kona, wajapata kona mechi nne, mimi mimi sijafanya takwimu hiyo. Wa au ulikuwa unaangalia hela tu? Ah, mimi nilikuwa naangalia jinsi gani ya kupambana kwa kuisaidia, kwa sababu sio, nilikuwa natengeza kitu kimoja, kwa sababu hata tukichukua kombe sisi kule ni sasa na Tanzania pia wamechukua, lakini kwa hiyo, kwa hiyo, wae, nao, me, uh, kidogo, mgawano kwenye kwenye, kwenye coast hapa kuna, kuna Senfuko alikuwa Kilimanjaro ulimtambia tambia sana. Hyu kamdomrmfuumeweko katika njia na Miraj Abdallah, Mabad Maulid Mabd katika eneo la hatari wanaandika bao la utangulizi Mangush Wagosi wa Kaya akionyesha kama waoni hivi ameonyanyua mashabiki wa Coastal Union ambao wapo katika jukwaa juu kule. Iliwekwa pasi katika njia, hafu space akaitumia vyema Maabad Maulid Hassan. Dilunga akaenda kukaba pale ikashindikana, vipasi ikawekwa ikaenda kumaliziwa kabisa. Maabad Maulid, kazi nzuri ambayo ameifanya. Wilson Nango ameshindwa kumdhibiti mpinzani Bakari Msimu ambaye ikaandika bao, lakini ukiangalia bao lilikotokea ndio ile ile athari ya fullback wa kulia Salum Hamis Salum kutokuepo katika kituo. Nasikia alikutambia kishenzi, baada ya kuwapiga siku zile moja bila, eh, kweli sasa <tambia> unakubali vipi? Na wewe anakutambia, kwa sababu sometime kama mtu umefungwa, domo lazima liwepo tu. Kwa hiyo ukamwacha huyu atambe tu, wewe kama mchezaji unahisi siku zile nini nini, yaani, mliruzi wapi? akanaj <tambia> <Machika, no, tambia> kila siku atufunga sisi, ujue an <tambia> namaanisha nini <tambia>, Pemba kwa hiyo bakorokoro lazima. Na nyinyi mmeenda tu mmeenda tu, lakini nasikia mlienda kwa tabu, nasikia timu imechaguliwa, mkapigwa sana Nungwi. Eh, nimeambiwa, nimeambiwa alinisimulia nani, kocha aliniambia. Na mimi basta watu wangu sitawalaumu <laughs> kwa sababu gani? Mmesafiri afu siku hiyo bahari nayo ilichafuka nasikia. Nungwi ile ikawagalagaza sana kwa hata mlivofika mjafanya mazoezi kwa ajili, mlikuwa mko hoi, kwenda Pemba kipindi kile, nani mlitokea Tanga, kwa hiyo mkupita Nungwi <na> wao. <laughs> Kama mdogo, kama mdogo. Kumbe walishajua sasa imeshaanza na bara kwa hiyo wakawachosha. Tumesafiri sawa sawa, sasa tumewachosha kitu gani? Si sawa, kivipi? Tumesafiri sote meli moja. Mshazoea, mshazoea meli. Mlipigika. Lakini mashindano unaonaje, vile mashindano ya ya timu za taifa kama vile nini imetufundisha kitu tumekutaa eh? Nchi kama Bukinafaso, kwa hiyo tofauti tofauti hizi wachezaji mm -hmm. ambao sisi wandani tuonyesha kwamba kuna kituumjfuaaatuongez yeah, hichi hichi kumbe mashindano hizi national team ndo ziko hivi kwao. Ametujilia kutupa uzoefu wale Bukinafaso wale, umegundua nini kwao, wana utofauti mkubwa na Kenya na Tanzania na, na, na Zanzibar Che, wao? Na fitness yao iko juu, wangu wangu wangu wenyewe kwa eh. Eh, amjua mwenyewe mtu, uchezaji hapa sio mchezo. yaani si mtu mwembamba lakini si mchezo. Bana, mwanangu ametupiga rafiki yangu, lakini sasa mimi siwezi kukulaumu sababu gani

Nisi mpo pamoja mda mrefu, kama kikosi cha kinaawa. Saivi siote wapya? Erika yuleyule, wewe yuleyule, Festal yuleyule, Ame yuleyule, Sarula yuleyule, na kwa ninyiazia mcheze tarabu?

Mroma wa kikoi. Kikoi? Mm. Sasa mwenyewe nipo kambini si nijiachie hapa kikoi, unatulia mwenyewe. Upepo kidogo pata pata upepo. Upepo kidogo. Si mambo ya pwani huko Tanga alafu na mimi ninapotokea. Eh, bwana mimi bwana, ndugu yangu bwana, nakuona sasa hivi bwana uko vizuri sana sawa, eh? Mm. Fanya fanya kazi mwanangu, kufikisha magoli yako sasa hivi una na manne, pambana yafike magoli kumi na mbili, sawa sawa. Ehe. Nikutoe Tanga Sawa yeah. Nikupeleke mjini Dar es Salaam e, ya, <laughs> <laughs> <laughs> njo Dar es Salaam bwana, fikisha magoli yako 12. 12 tutapata magoli 12 au kumi salamu. Tukedi alwa, tukedi alwa. Alwa. Make Fountain Gate umewapiga. Ilikuwa kwawe KMC silisabila penalty. Yeah. Na kwa nini umekimbilia wewe penalty, yeah. Amempigaje penalty kwa timu? yeah kwangu. Sasa kwa nini umeenda kupiga kupiga wewe? Ah, ah. kwa kwa sababu imani kubwa ipo kwangu. Eh. Wapo kuna kikoti. Mpiga penalty yani, kawaida ikitokea dead balls, yuko mtu ndio special ye. Kikoti, kikoti. sasa tunampa. Sawa. Kwa nini umeenda kupiga wewe? Na yumo kwenye mechi kikoti. Ile mechi ya kucheza. Hayupo ni kwa. Kwa hiyo mara baada ya kikoti ni wewe a liko na Maabad hapa, striker mmoja ambaye kwa sasa hivi yuko vizuri sana, yuko vizuri siku nyingi, ila Zanzibar wamelegea, lakini bwana, sasa hivi hukuonyesha kwamba yuko vizuri. Hebu muangalie hapo, Ibrahim Baka alivyotolewa kwenye njia, alafu huyo ndo Baka eh, huyo ndo Baka sasa, huyo ndo afande mwenye jenerali cheka alivyotolewa kwenye njia

mmoja ndio mtoto huyo au sio? Mwanangu, fanya kazi. Nilikuwa na stoka hatari stoka mabawa. muda wote hivi e, ila kukimbilia kwa, kwa, kwa refa huyo, kiboko kidogo kwa refa kidogo kwa refa anakuambia, alikuwa <laughs> anataka refa afanye ubinadamu achane na sheria, lakini akauliza, je, ningekuwa Simba ndio tukio kama umelipata